Marioo na Bien wameandika historia mpya ya ukweli kwenye muziki wa Afrika Mashariki kupitia wimbo wao wa pamoja ambao unakwenda kwa jina la Nairobi. Imagine ndani ya miezi minne tu ngoma hii imeweza kupata jumla ya watazamaji milioni 20 kunako mtandao wa YouTube bila kutumia boots, lakini pia sponsored ads, lakini pia hata kiki yoyote haikuweza kutumika kwa ajili ya kuboost wimbo huu kwenda viral kinoma noma. Bien ni mmoja kati ya memba ambao wapo kwenye kundi la Sauti Sol, ambaye anafanya poa zaidi kuna kwa muziki wa East Africa eh, lakini pia Kenya akiendelea eh, kuiwakilisha poa zaidi ila ukweli ni kwamba hajawahi kupata support yoyote ambayo inastahili kama msanii, lakini e, kuna baadhi ya watu e, wakiendelea kuzungumza, wachambuzi wa muziki wakisema kwamba e, BN angekuwa ni moja kati ya wasanii ambao wanashika kwenye global charts kila mwaka in case kama angepata support ambayo inahitajika. Kolabo hii na Marioo imeweza kumthibitisha kwamba e, yeye ni msanii mkubwa kwa design gani e, bana mashabiki wameweza kuikubali sana, lakini media zimeweza kucheza e, wimbo huo e, katika kila engo za East Africa na wimbo huo umeweza kufikisha jumla ya watazamaji milioni 20 eh, kunako mtandao wa YouTube. Na jambo hili linaonekana kabisa kwamba sio dogo kwa wasanii wa Afrika Mashariki kuweza kufanya kolabo ya pamoja bila kutumia kiki na kuweza kufikisha eh, jumla ya watazamaji milioni 20. Tupe mtazamo wako kwa mdao wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now, make sure kwamba drop comment yako kwenye nje comment hapo, utakomentisha kinoma noma. Hii ni sosa online digital, till next time, bye bye.